Sisi mkoa wa Singida tumebahatika kuwa na timu yetu ya Singida Black Stars, ambayo sasa timu zote zile ambazo ni kubwa na pendwa zinacheza na timu yetu kama kiwanja cha nyumbani. Kwa hiyo kwa kuzindua kiwanja hiki, kwa hiyo tunategemea kukaribisha zile timu nyingine zote, including Yanga na Simba kama kawaida, watafika. Sasa wanapofika, wanakuja na watu wengi sana. Sasa wale watu wote watapata huduma kutoka Singida. Tutauza kuku zetu, tutauza mayai, tutauza chipsi, tu, yani, tutauza nyumba za kulala, tutauza usafiri na usafirishaji. Kwa hiyo sisi kwetu hii ni baraka kubwa, na niwapongeze sana wawekezaji wa uwanja wa ule ambao ni wazawa mkoa wa Singida. Kwa kweli tunaenda kuifungua Singida kwenye sekta ya michezo, lakini hivi mnavyojua kwamba tuna michezo mikubwa ambayo inakuja kwetu hapa. Na wenzetu Dodoma tayari wameshaweza kupata uh, fursa ya kuhosi baadhi ya, ya, ya, ya michezo. Sasa wakati mwingine Dodoma kukitokea kupungukiwa kidogo, atakimbilia wapi? Si so watakimbilia Singida kwa hiyo wanasema kaa na waridi ili uweze kunukia. Kwa hiyo na sisi tumejitambua, tuko karibu na waridi ambao ni makao makuu ya nchi hii Dodoma, tunajiandaa ili jambo lolote likitokea Dodoma na sisi tupate vumbi vumbi lake lile. Kwa hiyo sisi kwetu ni fursa kubwa sana.